Ndugu zanguni, kwanza tunawashukuru sana kwa kuweza kufika kwenye wito wetu huu. Sisi hapa tumesema kwamba tuna kikao kifupi na mapaparazi yes. Wenzetu waa wanasema kwamba wao nawakaribisha waandishi wa habari ah. Kazi mnayofanya nyinyi ndio ambayo sisi tunaifanya ngawaje katika namna e, kwa ukubwa na katika namna ya kitofauti kidogo. So tunaelewa pambano lenu, na ili leo ambalo tumewaitia ni pambano letu sote sasa yeah. So wito wetu wa leo ni kuhusiana na kama ambavyo bango linajieleza hapo nyuma na eneo la tukio ambalo tumewaita mm -hmm. Uh, HQ, Clouds Media Group yes. Kwa siku ya leo tumepewa baraka na uongozi mm, uh, kwa ajili uh, ya kujinafasi wa taarifu umma Watanzania kwamba siku ya leo rasmi Uh, kipindi cha Shilawadu shirika la wambea duniani, nani. Kimerejea kwa mara nyingine baada ya takriban miaka mitano na kimerejea nyumbani Clouds TV au Clouds Media Group kwa ujumla. Naitwa Kamanda Kwisa au Kwisa Thompson. And of course niko na ndugu yangu Soudy Brown nadhani, yes, yeye anaweza akaendelea kwanzia hapo. Yeah. Shilawadu, Shilawadu, tunawaona mnakula tuna tu buyu, yes. Um, mmekuwa Watanzania, mmekuwa mkisubiri kwa muda mrefu mkizungumza kwa minong'ono ya chini chini kwamba kweli Shilawadu imerudi sisi tunalo jibu. Tunasema kwamba ndiyo tumerudi, na hatujarudi tu, tumerudi kwa nguvu, ujasiri yeah, dhamira uh -huh, iliyojenga historia. Kwa miezi mingi tulikaa kimya, tukisoma maoni yenu, tukihisi shauku zenu, lakini katika ukimya huo hatukulala, tulikuwa yeah, tunajiandaa kabisa maona na wakijasusi mm. Yes. tuliimarisha akili zetu, yes. Tukakusanya nguvu, tukajenga upya timu yetu, na sasa kwa mara nyingine tena tunasimama imara hivi. Mm. Karibuni tulianza kukiwasha Power Flix na baadhi ya waandishi hapa tuliwaona, tulikuwa nao pamoja mm na leo hii rasmi Shilawadu inaanza safari mpya kupitia Klaus TV. Tunarudi nyumbani kwenye ardhi ile ile tulipoanzisha mapinduzi ya burudani miaka kadhaa iliyopita. Wengi waliuliza lini mtarudi kwenye TV sana. Si ndio? Comment kibao. Yes, tulijibu kwa tabasamu kwenye comments huko kwenye DMs kwamba subirini kwa sababu hatukutaka kufanya haraka tulihitaji jukwaa sahihi. Exactly. Na tulipopokea ofa kutoka Clouds tulijua hawa ni watu wanaoelewa maana ya Shilawadu Spirits. Yes. Sio tu kwa Tanzania bali kwa roho ya kwenda kukonka worldwide na muziki wa kizazi kipya na entertainment industry ya Tanzania kwa ujumla. Wow, wow. Shilawadu sio kipindi tu, ni harakati, ni kioo cha jamii, ni wewe dada yangu, ni wewe kaka yangu, ni wewe mtufule, ni wewe mama <laughs> <Kijana, laughs> Ndio, ndio mtoto yes. Babu, bibi, mtoto, Shilawadu. Shilawadu ni sisi sote kabisa. Tumeishi na watu katika vicheko, migogoro, ukweli, mm-hmm na machozi tumewalea watoto kupitia hey, uh, event zetu za vitoto vya Shilawadu. Family days. Family days tumesaidia wagonjwa kupitia mfuko wa Shilawadu na jamii. Ndio. Tumelipia ada, tumenunua miguu bandia mm, kwa wenye uhitaji tumewapeleka waathirika wa dawa za kulevya kwenye matibabu sober houses. yes. Sana. yes na hata mvumbuzi wa Tanzanite Kamanda, ambaye alikuwa amesahauliwa kupitia mm. sauti yetu alikumbukwa na akapewa heshima na taifa. yes. hatukusimama kwa umaarufu, tulisimama kwa huduma na tulitambuliwa kutoka kwa hayati John Pombe Magufuli mm. mpaka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan mm. kupitia Klaus TV na DStv Maisha Magic Bongo kwa ushirikiano wenu nyinyi watazamaji, nyinyi mashabiki zetu wa ukweli tuliweka rekodi ya kipindi kinachoangaliwa zaidi hmm, katika kategori zote Afrika Mashariki na Kati. Sasa marafiki zetu, sura mpya inaanza. Yes. tuna uzoefu zaidi, tuna maudhui mazito zaidi ya kimbea, na tuna hari kubwa ya kutoa gossip Yes, Kali kuliko wakati wowote ule ambao tumewahi kufanya hizi kazi za umbea, yes. Um, kwa uzoefu ambao yuko nao Kamanda Mzee Mkavu, mwanahabari, um, fixer, mchambuzi wa habari ha, za kimbea <laughs> Genius, ah, wa content <laughs> na mimi hapa rais wa wombea, mchambuzi mwanahabari, au sio? Eh, kwa ujumla tuko tayari kuleta Shilawadu ambayo hamjawahi kuiona. Yes. Hatujarudi kuburudisha tu. Ndio. Tunarudi kuchochea fikra kuamsha ndoto na kuthibitisha kwamba yeyote anaweza kuinuka, you can rise again. Yes. Kwa hiyo tunawaomba ndugu wa abiria, fungeni mikanda. Yeah. Historia inaanza tena, ndege linapaa, taa zimewashwa, na safari hii Shilawadu si kipindi tu, ni tamko rasmi la kizazi hiki cha sasa. Mm, Gen Z for life. Yes. Future Mm. Mkononi tutakuwa tunapatikana Clouds TV kila Ijumaa saa tatu na nusu usiku. Msimu wetu mpya unaitwa Wamekwisha. Kina nani waliokwisha? Ni wale waliodhani kuwa wewe na mimi hatuwezi kutoboa, ndio wamekwisha. Miba tu ni dua zako zinazowachoma mithili ya nungunungu nungu anapokuwa anajitetea dhidi ya adui yake. Shila Wadu, Shila Wadu, tunawaona, tunawaona, wamekwisha miba tu. Naitwa Soudy Brown. Yes. Rotisha mzee baba. Uh, tunakaribisha maswali fupi tamu, ndio tunakera Uh, Shilawadu inaendelea kuonekana kupitia jukwaa la Powerflix kila Jumatano saa mbili kamili usiku siku, na hapa tunavyoongea hakikisha kwamba umedownload hiyo app. Yeah. Yaani, unauliza swali uko app unakuwa unayo kwenye simu hapo ndo tunakuwa tunaenda sambamba. So Ijumaa tunakutana tena kwenye jukwaa lingine la Clouds TV, mm. saa tatu na nusu usiku haijawahi kutokea kwa show moja kuwa na option, sio options lakini kuwa na uwezo au nguvu ya kuweza kuwa kwenye platform zaidi ya moja yeah. So kwa wale ambao labda walikuwa wanauliza au wanahisi labda ndio imeishia hapo. Hapana, yaani safari yetu na ndio kwanza mbichi, ndio kwanza tunatimiza mwezi. Yeah. na mzuri, tuna mkataba. Wow. mzuri tu na wao, kwa hiyo tutakuwa na pia tuko Clouds kuanzia Ijumaa hii ya leo, na pale mwanzo pia wakati tuliposema kwamba tulikuwa tunafikiria juu ya platform uh, bora zaidi si ndio? Kali zaidi ni kwamba kabla hatujaanza kutengeneza kipindi, tulikuwa tume tumekaa sisi wenyewe, tunatafakari ni kwenye platform gani tuta, tuta nani tutaweza kuonyesha um, kipindi chetu hmm. Kwa hiyo kwenye digital ni Powerflix, kwenye mainstream ni Cloud Cloud TV. TV na bado kuna platform zingine yeah. Ndio kwanza tunaanza yeah. Tunaanza upya yaani hivyo eh. Yeah. eh. <laughs> Okay, exclusive itakuwa inapatikana Powerflix pamoja na Clouds. Kuna kutakuwa na utofauti Uh, kwenye namna ambavyo tunavyo kwenye umbea wetu ambao utakuwa yes. Unapatikana kwenye show, kile unachokiona Power Flix huenda kikawa ni kile ambacho unakiona Clouds, lakini taste itakuwa ni tofauti. Ukitaka kujua kwa nini, hakikisha unaangalia show yeah. tatu na nusu usiku Clouds TV 2 Jumatano saa mbili atano, usiku Power Flix.

pumzike kidogo au tupumzishane kidogo. Ni masuala tu ya, ya kupishana kibiashara. Shilawadu ni shirika na tulikuwa tunaelekea kuwa taasisi, tulikuwa tumeshafikia katika kiwango hicho. Kwa hiyo unapokuwa katika levo hiyo, na kuna mzunguko wa watu wengi, wengine wakiwa wa mbea, wakurugenzi wenyewe mnafanya umbea, basi na sisi tuka yakatukuta umbea <laughs> ukawaumbea na sisi yakatukuta basi, na yeah. sisi ujanja ukatuishia hapo, tukafanyiwa umbea e. kwa hiyo ni, ni ni safari tu ya kimaisha, hata kwenye familia hata kwenye makampuni na nini na nini, hivyo vitu vipo e, kikubwa ni kwamba kuna, kuna kama kuna shida ya aina yoyote kama kuna kupishana kwa a, namna yoyote ishu sio kupishana tu, ishu ni kwamba mna resolve vipi mm. hata kama mtu endelea kufanya kazi pamoja basi, mtaendelea kuwa binadamu wana au wanadamu ambao mnaweza mkakutana mkasaidiana mkasemeshana. Kwa sisi imekuwa zaidi ya hivyo yeah. na hii ili pia iwe kama funzo kwa makundi mengine ama watu wengine ama relationships nyingine za kibiashara, mm. za kikazi ku wakati mnapokuwa mnatofautiana, msimalize kila kitu eh, si ndio? ni kweli, mbakize maneno yeah. <laughs> <laughs> ili baadaye kuweza kutengeneza, kuwe kuna uwezekano wa kuwepo platform ya kuweza mkakaa meza moja na mkaelewana na mkaelewana. I see. na wazee wa mbanga ICU, iko ICU kama alivyosema, nataka alivyosema, mpaka atakaiiteu kama Soudy alivyosema, umeona Soudy, tulivyokaa kwenye radio kule, sijatarajia alivyoulizwa na dada huu, halafu akajibu kwamba ICU, iko ICU. Yeah. I think ibaki kuwa hivyo na wazee wa mbanga ndio hivyo habari yeah, yake na yenyewe vilevile iko ICU inapambana na <mi ku> ICU <laughs> <mbile. laughs> yeah. E, sa uh, ya, yeah, tunazungumzia Shilawadu yes, na all in all, all in all, mm. Uh, sisi kama ndio no, ndo patrons ama ndo viongozi mm. wa umbea waanzilishi yes, kwa wale ndugu mm. zetu tuko nao sawa, na tunawapenda sana tunawapenda sana <todiculia> Yeah. Okay, swali so, zuri mm. sana, sana. Inawezekana zamani tulikuwa tuko tume base kwenye niche moja ya kwenye, kwenye ku create content zetu ndio Uh, lakini sasa hivi kutokana na experience, vitu vingi ambavyo tumevipitia, tumekuwa nicheless ama tutakuwa nicheless, tutagusa kila nicheless. Engo, yeah. Kwa mara ya kwanza utatushuhudia kwenye siasa, mzee baba <laughs> yeah, kabisa, kwa namna yoyote yeah. Kwa kifupi sisi hapa yeah, tumejipanga kuwa tofauti yes. Because, uh, kama alivyosema uh, Soudy Brown kwamba tuna tuna experience ya kutosha. Kwanza tuko proud sana kwamba tumeweza ku inspire watu wengi kuamini kwamba umbea unaweza ukakuletea chakula mezani kwako, ukakusomeshea, uh, watoto kubinga. na na una, una, unajua ukajenga taifa yeah. Yeah. Kwa namna moja au nyingine, so hiyo hiyo kwa sisi ni, ni, ni, ni victory kubwa yeah. Sasa tunarudije, ndio kama alivyosema kwa show yetu itakuwa na mpangilio mkubwa uh. Unaifuatilia unaelewa kabisa kwamba okay, baada ya hichi kuna hichi chemba la msengenyo uh. Eh, kuna kiti cha moto, kuna ubuyu, kuna nini hivyo yes. And then namna ambavyo tunavifanya huko nje uh. si unajua, sio shida zetu kuruka maukuta kama tulikuwa tunaruka, uh -huh. Unaelewa yes. Kusema kwamba tuvae disguise unajua, maana disguise yani unavaa uhusika mwingine ili mradi upate kuingia kwenye nyumba ya star uh. kwenye Shilawadu kuna Biadija kuna Basalum, karakta mpya, karakta mpya mm. Biadija anakupigia kininja ijabu, na sauti anaibadilisha, anakuja na nini hivyo. Hii tusitoe siri nyingi yeah. Kwa kifupi ni kwamba tukisema tunaingia kwa Diamond, yeah. auto amini tutauza taka choni yeah. Tukisema tunaingia kwa, kwa ilinuoya tutabeba hata maji yeah. Tutakuwa hata wale watu wa delivery. yeah na habari tutaipata na kwa, yani kwa safari hiyo watatusamee tu, ni kwa ukubwa kabisa. Sisi tunapenda umbea mm. Na tumekuwa tukiufanya sana, lakini kwa muda wote pia tulikuwa tuna, tunafanya pia matukio ya kijamii yes. Ambapo kama unakumbuka ama nikukumbushe, uh, Rais Samia Suluhu yeye kwenye moja kati ya interviews alisema anapenda Shilawadu wakiwa wana kwenye ishu za ku ni kama ku kuimpawa jamii kusikiliza changamoto za watu na vile tunavyotatua tuna, ndivyo ambavyo anapenda tunapopatanisha. Yes, ndivyo ambavyo anapenda na vitu kama hivyo mm. yeah. mm. Kwa vipindi vyetu tua kufanyaga bwana, tumefanya vipindi vingi yeah, mimi labda nitasema cha kwangu alafu nitasema cha kwangu yeah. kipindi cha mimi nitasema viwili vya kwangu, kuna kile kipindi ambacho Shilole tulimuitaga tena. Kipindi kile tulikuwa tunapatanisha watu bila wao mm -hmm. kutaka alafu tukamwita nanu alafu tukamuita Shilole na Babalevu akaja na Babalevu alafu tukawa tunamuita Nuhu. Na Shiro anajua kwamba Nuhu yupo, alafu Nuhu akaingia ndani ya studio tukafunga mlango. mm. Eh bana, eh. Kwanza ile ilikuwa ni ujasiri mkubwa, wala alikuwa anataka kuvunja kamera miaka mingi sana nyuma. Makaburi ya ya ya enzi hizo. Kwa hiyo ile ilikuwa ni noma sana. Ilikuwa ni risk kwa sababu angeweza kufanya chochote ku damage vifaa na nini, lakini ilipata hit nyingi sana ile show. Show nyingine ambayo kwa upande wangu ukiachana, mm. Okay. Show nyingine ambayo mimi sikudhania kwamba ingekuwa ni kubwa lakini reaction yake baadaye ilikuwa ni kubwa sana. Ni show ya ya ya ya Alikiba. Hmm. Yaani ile tukio sitoka ni sawa, maana ile tukio Sudi ndo alinifanyaga mimi, tulivoingia mule ndani eh. Umesahau hey, msao we sitoka ni sawa <laughs> we uliweka maisha yangu hatarini sana tulivyoingia mule ndani hey. Kwa Alikiba mimi hata sina hilo la lile, sijui kwamba pale kulikuwa kuna mbwa yeye yeah, alikuwa kumbe amemuona, yani kamaona mbwa e, tupo wote tunashut wote, hajanishut wote eh, kageuka ewe bali mm. Sitokaa nisahau mpaka kesho. Tulipita kwenye mlango mdogo, watu kama sita kameramani, nani, yani kinoma noma, alafu kumbe yani ule mbwa alikuwa kuna mtu amemshikilia kwao. Ile shot tokaa nisahau, maana tulikimbia huko mpaka kwenye yani hivyo, mpaka nyumba ya tatu. mm. and then baadaye sasa shot ilivuruka hewani, ndio wanaona eh, kila mtu akaa anaizungumzia hivi yeye mwenyewe Alikiba mpaka yeye mwenyewe ilibidi tulivoonana siku kwa Kasanda, aliacha acheke mm, na mm, vikaasio ilikuwa ni show nyingine ambayo ilikuwa ni kubwa sana yeah. Yeah, na niongezee ni tu hapo, ni sio tu show uh, kubwa kwetu lakini pia kwa Watanzania kwa, kwa ujumla namna mm, ambavyo walikuwa wameipokea wa yeah. Uh, nakumbuka hata mzee baba Hayati John Pombe Magufuli ile ilikuwa ni moja kati ya best um, episodes. Episodes mm. zake ambazo alikuwa anazikubali yeah. Na mara kwa mara alipokuwa akitufikishia taarifa alikuwa anasema hivyo yeah, kwamba bwana, yaani napenda mnavyoruka ukuta na vitu kama hivyo, mnavyopambana katika kutafuta ubuyu uh, mm. endeleeni kufanya vitu kama hivyo yeah. Kwa safari hii yeah. itakuwa ni kwa ukubwa yeah. mwingine na sasa content okay, ambayo kwa upande wangu mimi ambayo uh, naikumbuka zaidi ni Mi, ya yes, masikitiko, ilikuwa ni kama unakumbuka tulienda Kimara kwa mzee baba mmoja, yeye alikuwa alikuwa ni kama mjumbe wa mtaa yes, uh, katika ule mtaa mjumbe wa mtaa. Eh, mjumbe yani yeye ndio kiongozi. Kwa hiyo yeye mipango ya sungusungu -sungu, nini ndo anai anawapangilia na vitu kama hivyo. Sasa kwake alikuwa ame amekodisha sehemu, mtu amejenga banda la kuku mm -hmm. Sasa wale kuku wakawa wanaibiwa, mchungaji ame, ame, amepandisha eh. Kuku wanaibiwa, akawa anauliza nani anaiba na vitu kama hivyo. Sasa mjumbe alikuwa anaruka asio, sio mimi, sio okay. Mimi okay. Mchungaji akaenda Kigoma eh. Kwenda Kigoma kama wanakumbuka huko yes. Mtu akaanza kuvimba ah -ah. Tumbo eh, na aliwaambia kwamba bana mimi naenda hapana ah, e. No. Alifariki. mm -hmm. Ndio maana kidogo nimesema inasikitisha. okay. Pia e. Kwa yeah, mara kwanza tulishuhudia. yeah. Yes. Ziko nyingi, la mwisho. okay. Okay, yes. Uh, so kwa mara nyingine tuwashukuru sana kwa kuitikia wito. Aa, kama ambavyo tulivyosema mimi na ndugu yangu tumeamua ku